Tena mtazamaji, tuendelee kujuzana. Haya mtazamaji, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amewahakikishia wakazi wa Mukungu katika mtaa wa Kibra na wa soko la Kimana, Kajiado Kusini, kuwa serikali iko tayari kuwasaidia kufuatia moto mkubwa uliowaacha mamia ya watu bila makazi katika maeneo yote mawili. Ruku ameeleza kwamba hatua za tahadhari tayari zitawekwa ili kuboresha usalama na ustawi wa Wakenya wote, hasa wanaoishi katika makazi ya mabanda. Amewahimiza wakazi wa Kimana kuunga mkono miradi ya maendeleo inaendelea nchini ya utawala wa Kenya Kwanza na kuwataka kujiandikisha kwa bima ya afya jamii SHA ili kufaidika na huduma ya afya zinazotekelezwa kote nchini. Tutakuwa kuhakikisha kwamba um, wale ambao wameathirika eh, wamesaidiwa eh, kidogo halafu ili tuweze kuwa na mpango maalum wa kuangalia hii maneno kwa kikamilifu. Nyinyi ambao ni watu hapa Kimana na Kajiado South, tafadhali mjiandikishe na SHA ama Taifa Care. Sisi zote tuhakikisha kwamba we are registered in Universal Health Care ambayo tunaita SHA. Serikali